Hatari ya tanda. Iran imeamua kurusha makombora kwa kisasi chake na Israel usiku wa leo. Hali ya hatari imetangazwa kimya kimya Mashariki ya Kati baada ya Iran kufanya mashambulizi ya kushtukiza dhidi ya Israel ikirusha makombora makali katika maeneo kadhaa yenye idadi kubwa ya watu yakiwemo Haifa na Tel Aviv. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka kwa wahudumu wa afya na vyombo vya habari vya kimataifa, mashambulizi haya yamewaua watu wasiopungua kumi na kujeruhi wengine kadhaa, huku hofu ikitanda kuwa huenda haya ni mwanzo wa vita kubwa zaidi. Kilichoanzisha moto huu ni hiki. Mapema, jeshi la Israeli lilifanya mashambulizi ya anga ndani ya ardhi ya Iran, yakilenga maeneo ya miundombinu ya kiraia na nishati. Moto mkubwa ulizuka katika kituo cha mafuta cha Shahran kilichopo mji mkuu wa Tehran, jambo lililozua taharuki kubwa miongoni mwa raia wa Iran. Israel imedai kuwa mashambulizi hayo yalilenga maeneo yanayohusiana na kile ilichokiita mpango wa silaha za nyuklia wa Iran, kauli ambayo Iran imeipinga vikali ikiitaja kuwa ni hila ya kuhalalisha ugaidi wa kitaifa. Iran imejibu kwa nguvu. Bila kusita, Iran iliamua kupiga hatua ya kulipiza kisasi kwa kasi ya kushangaza, ikirusha makombora ya kisasa yanayolenga kwa usahihi wa hali ya juu yakitua katika maeneo yenye shughuli nyingi ndani ya Israel. Wachambuzi wa kimataifa wameonya kuwa tukio hili linaweza kuwa mwisho wa diplomasia na mwanzo wa vita kamili ya kanda inayoweza kuhusisha mataifa makubwa duniani. Dunia yatazama kwa wasiwasi huku mataifa ya Magharibi yakitoa wito wa utulivu na wengine wakijiandaa kwa lolote. Swali kubwa linaibuka. Je, hii ni dalili ya vita ya tatu ya dunia kuibuka Mashariki ya Kati? Endelea kufuatilia Hubah Online TZ kwa taarifa za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wataalamu juu ya mgogoro huu unaozidi kufukuta. Chanzo cha habari Al Jazeera eh, kwa maana ya 15 Juni 2025. Al Jazeera Live Blog: Iran fires missiles at Israel.